Mutu yo yote ambaye ariaribu maneno na mutu yote ariingiria hii maneno ya, ya demonstration ambaye ilikuwa peaceful, ningeomba wote waese kuperekwa kotini na wale wengine wanachosea watu pia hata hawa waweze kushukuru hatua, kwa sababu wakati mtaharibu vijana yetu, vijana wanaenda pale hawana vitu ya kujikinga nazo, lakini watapigwa, watapigana. Tumeona kama watu wengi sana wako hospitalini na ni kitu ya kuhuzunisha sana. Kwa hivyo, ningeomba wale watu, kukifanya operesi, wote washukuriwe hatua kulingana na vile inavyofaa. Naomba kwa saa hii kuna msukosuko, mambo ya kuwa atakutakuwa na sapa sapa. Ningeomba vijana yetu na pia watu wakubwa na wadogo, hii mambo itaharibu Kenya yetu, hii mambo itaharibu kaunti zetu kwa sababu tumeona hata kaunti zingine mambo ya ambulance, ambaye kitu ni msaada kutoka nje, ama ile taksi yako na ile yangu, kama ile ofisi ya kaunti imechomwa ni kitu ambaye haitufurahishi sisi. pia naweza kukumbusha vijana wetu. tumiona hata wakati wa maandamano iligeuka wacha iwe mambo ya maandamano ya peace and aina mambo mingi.